Yes, tupo bodi ya filamu na kama ulivyofuatilia vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa za Wema Sepetu uweza kufika hapa, na by the way Hamisa uh, um, uh, Wema Sepetu ameweza kufika hapa na ametikia wito. Kwanza tuseme hongera na pole pia. asante sana asante. na nimeshapoa. Okay, sawa. Na Watanzania ungependa kufahamu zaidi mazungumzo kule ndani hasa yalikuwa ni yapi baada ya wewe kuitikia wito? um, labda tu niseme kwamba mazungumzo baina yangu mimi na Bodi ya Filamu yalikuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana. Niko na kaka yangu hapa um, ni tulikuwa tu tunakumbushana na hayakuwa yako vile firm, kwa sababu hata mimi mwenyewe kiukweli nilikuwa naogopa, lakini hayakuwa yako vile nilivyokuwa nategemea. Ni katika kuwekana sawa na pia nime nimejisikia vizuri, kwa sababu nimetambua thamani yangu na nimeona ni jinsi gani ninavyopendwa, kwa sababu ningekuwa nimeachwa tu na nisingeambiwa chochote au kuitwa au kusemwa, kukanywa. Unajua, anayekukanya ni mtu ambaye anakupenda na ambaye anakujali, kwa hiyo na ni mtu ambaye anakuona kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea hakikuwa ni hakikuwa, hakikuwa, hakikuwa, hakikustahili kutokea kwangu. Sijui unanielewa na hicho ni kitu ambacho tume ni tumekumbushana pia na viongozi wangu na nashukuru tumemaliza vizuri, and I'm here with my brother and yeah, niko, m um, niko kwenye mikono salama kwa kweli. Sawa, kwa upande wako wewe unahisi labda pengine ulikosea upande upi? Am um, labda tu ni niulize ni kabla kwa sababu hayo mambo tumeshayamaliza kiukweli. By <tis> the way, unazungumza na Watanzania. Yes of course. Na nataka tu pia kabla kabla tujamaliza kabla tujaendelea. Hapa wangapi ambao wameshajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura? Eh, mumesha jiandikisha. Badilisha upepo tena. Ah, mimi nataka <coughs> wengine amna amna mtu ambaye amejiandikisha kwenye daftari. Sasa mimi nataka niwaambie Watanzania kama unajijua wewe ni Mtanzania na una, una haki zako, umeshapita umri wa miaka 18, aise, nenda ka, ka, katika kituo chochote, ajiandikishe katika daftari ya kupiga kura, kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura. Hicho ndio kitakacho kuweza kukusaidia kusaidia wewe kuchagua kiongozi ambaye anayekufaa, kwa sababu hapa sasa hivi najua mimi mnaongea na mkurugenzi wa taasisi ya Wema wa mama, yes, na taasisi yangu hii ni ni madhubuti kabisa kutangaza yale mazuri ya mama ambaye anayafanya. Mimi na imani kubwa kuna Watanzania wengi ambao hawajui, wanasikia sikia tu, lakini hawajui yale mazuri ambayo Mama Samia ameyafanya katika nchi kwa muda huu wa miaka minne ambaye amekuwa katika kiti cha uraisi. Kwa hiyo um, katika taasisi yangu hii tuna, tuna tembelea miradi mbalimbali mbali. Tunaenda kabisa wenyewe, tunasema sio kwa maneno bali kwa vitendo, kwa sababu watu wanaona kama vile ni propaganda, lakini sisi tunaenda tunaingia ndani kabisa. Unajua tunaingia vijijini, tumepita Mtama, tumepita huko Mawakina na Nyumbu huko, tumepita Mangaka, tumeenda wapi yani ukote, Ruangwa, Lindi, na tunaendelea, kwa sababu ziara ni ya nchi nzima. Kwa hiyo sisi tuna deal na idara zetu kuu ni tatu. Tuna deal na afya, tuna deal na elimu na maji. Kwa hiyo miradi ambayo tunaitembelea tunai ni mikubwa alafu tunaingia ndani, tunaingia kwa wananchi, tunaangalia wananchi. Wananchi wanaenda kutuambia jinsi gani hii miradi imewanufaisha, na wananchi kiukweli wana, wana, yani wanashangilia, wanaongea vizuri, wanamsemea mama vizuri, na ni vitu ambavyo ni vipo tunaviona, kwa sababu upendo wa mama ndio nguvu kwa jamii. Ndugu zangu, ni kweli yeah, kabisa chimama. Mimi nashukuru sana, na naomba waendelee wa subscribe katika YouTube channel yangu, zile ambazo nazirusharusha zile zile ni hai Unajua, nimerusha sana vitu pra, nini zile, um, content nimeziona nikizirusha kwenye kwenye Instagram yangu. Zile ni highlights tu roja, yaani kuna, kuna episodes, mimi naingia ndani kabisa, episodes zinaruka kwenye YouTube channel yangu Wema Sepetu Official. Kwa hiyo watu wa subscribe waweze kuona, mambo ni mengi yajayo, yanafurahisha <muchasana> <si. muchasana> <muchasana> sana. Ni mrembo, nashukuru Watanzania. Mwaka elfu mbili ishirini na sita unatajwa. Yes, zaidi ni mrembo star kabisa. Yes. Mtu ambaye labda alikuwa amekutazama kwenye vazi lako, natamani kumwambia nini kutawabu ya vile maneno ambayo umeambiwa hapo. Tukaji tukaji tukajiandikishe tukaji kwanza tukajiandikishe kwanza katika daftari la kupiga kura, watu wapate kupiga kura. Jamani, uchaguzi unakuja, uchaguzi unakuja, uchaguzi. Lakini marafiki zako karibu, wanasemaje baada ya kuitwa wewe? Yes, tia, uh, Wema Sepetu na anatoka hapa Bodi ya Filamu, na kama unavyoshuhudia alikuwa amezungumza ame moja kati ya comment ambao nimekutana nayo kwenye mitandao ni kuhusiana na Peti. Wa okay. Watu wamesema kwamba Peti ni mmoja kati ya rafiki zako ambao pia anakuthamini kwenye mazuri pia, na wakati mwingine kwenye matatizo, labda ungeizungumzaje hii? Eh. Eh, Ah uh, kukosea Kupo. Kwa hiyo kosa limefanyika kosa limefanyika na lishamalizika tumekuja ni bodi ya filamu na tumezungumza na bodi kirafiki na tumekubaliana vizuri kwa hiyo sio tatizo hamna shida matatizo yako sawa na kila kitu niko sawa tuendelee na mengine tukajiandikisha nikupiga kura tumchague ni kiongozi na tufanye hiyo ah, tushazungumza nadhani hujakuwepo wewe utachukua ni content yani kwa wenzako <laughs> kwa hiyo watu wasubscribe waweze kuona mambo ni mengi yajayo, yanafurahisha. Ni mrembo wa Tanzania mwaka elfu mbili na sita unatajwa, yes, zaidi ni mrembo star kabisa yes. Mtu ambaye labda alikuwa amekutazama kwenye vazi lako, natamani kumwambia nini, kwa sababu ya vile maneno ambayo umeambiwa hapo. Tukaji tukaji tukajiandikishe tukaji, kwanza mm, tukajiandikishe kwanza katika daftari la kupiga kura, watu wapate kupiga kura. Jamani, uchaguzi unakuja, uchaguzi unakuja, uchaguzi. Lakini marafiki zako karibu yako wanasemaje baada ya kuitwa wewe? Yes, Wema Sepetu na anatoka hapa Bodi ya Filamu, na kama unavyoshuhudia alikuwa amezungumza ame moja kati ya ambao nimekutana nayo kwenye mitandao ni kuhusiana na Petit. Watu wamesema kwamba Petit ni moja kati ya rafiki zako ambao pia anakuthamini kwenye mazuri pia, na wakati mwingine kwenye matatizo, labda ungezungumzaje? kukosea kupo kwayo, so, kwa hiyo kosa limefanyika, kosa limefanyika na lisambalizika. Tumekuja ni bodi ya filamu na tumezungumza na bodi kirafiki na tumekubaliana vizuri, kwa hiyo sio tatizo, hamna shida okay. Matizo yako sawa, na kila kitu niko sawa, tuendelee na mengine, tukajiandikisha nikupigia, kupiga kura, tumchague ni kiongozi atafanya. Ah, hiyo tutazungumza, nadhani wewe hujakuepo wewe utachukua ni content yani kwa wenzako, hilo tutazungumza Yes, tupo bodi ya filamu, na kama ulivyofuatilia vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa za Wema Sepetu kuweza kufika hapa na by the way, uh, amisa, um, uh, Wema Sepetu ameweza kufika hapa na ametikia wito kwanza.